Okay, habari za wakati huu? Salama kabisa. Kwa majina yako nani? Wananiita Beda Msimbe. Beda Msimbe, huyu ni mzee wa pisi kali. Jina lako halisi nani? Ah, uh, wananiita mzee wa pisi kali. Jina langu halisi naitwa Abdul Kingo. Eh, Abdul Kingo nakuona kwenye sinema zetu, wewe ni mtu ambaye unaweza kukaa kwenye karakta za aina gani? Mwandishi atakavyoniandikia karakta naishi humo, karata zote. Aa, kijana, mzee, maskini, tajiri, zote unaweza nacheza vyovyote vile. Leo tupo kwenye kijiji cha Makumbusho, kuna tukio la kifasihi. Nilikuwa natamani kujua kwa nini uko hapa, na wewe ni msanii ambaye unaigiza tofauti na kuandika. Aa, sawa, ni swali zuri. Kwanza kabisa, nipende kutoa shukrani kwa sababu nimekutana na nguli wa uandishi, Beda Msimbe naweza kusema ni, ni kaka yangu ambaye amenilea katika eneo hilo la kiandishi, kwa maana mimi ni mchora katuni pia wa magazetini kwa muda mrefu. Wow, katunisti eh? ni katunisti. Katuni katuni lazima usome ili uweze kujua nini unakwenda kuwakilisha, lakini pia mbali ya hapo Brother Beda amenisimamia katika maeneo mbalimbali katika uchoraji wa katuni kuhakikisha kuwa ninapokwenda kuomba ushauri juu ya hiki ninachokwenda kukiandika, ili kiwe sahihi, nipite njia zipi ananishauri, na mimi nachanganya na mawazo yangu, nafanya kitu kizuri. Okay, leo nipo na mze... Beda, Beda Msimbe. Imagine, hmm. ni, ni, ni nimeshindana naye kwenye kuandika kitabu <laughs> mimi ni mtu ambaye ni mara ya kwanza kuandika kitabu na nimeshindana na huyu mzee <laughs> <laughs> <this coughs> <masayi, laughs> <Bata, laughs> <yenziya. laughs> Mimi ni janzia ambaye nimeshindana na huyu mzee. Natamani kujua historia yako kidogo kwenye masuala ya uandishi, ilikuaje? Umefikaje hapa umefikia umri, yaani ni tunu kubwa mimi nimeanza kuandika kama mwandishi wa habari mwaka 75 na nimestafu mwaka ishirini na mbili, lakini sijastafu mimi, niko huko. Tunakutana na usambamba, yani ameanza kuandika mwaka 85, alianza chekechea wewe. Masai najenzii alianza chekechea naosambambaameanzauandikawa mimi, mimi nimeanza kuandika professional mwaka 85, lakini nina vitu vingi, nimeanza wakati nikiwa niko sekondari, nilikuwa mm, naandikia gazeti la Kiongozi hadi thalithi na nilikuwa napenda, kwa sababu kwenye Kiongozi wakati huo walikuwa na sehemu kubwa ya Kiswahili fasihi. Kwa hiyo na wewe unatengeneza, una, una kitu unakwenda una, unatazama lakini leo tunapokuja hapa nakuja kushanaa na jenzi mpaka nikuwa nacheka jenzi wenyewe yani... Masai, alafu Masai najua Kiswahili, hii ni tatizo. <laughs> walikuwa wanategemea wasikie nasema, nasema tafadhali. baada ya kuongea Kiswahili fasa nimesoma Kiswahili vizuri, nafurahi kukutana na hawa, kukuta watu ni watu wazima sana. kwangu nitajifunza um, mengi kutoka kwao, ni marafiki zangu, najisikia vizuri kuwa karibu na watu wazima. N neno la mwisho, mimi nafikiri tu inyanyue sifa sifasi huyu bwana mzee pisi kali. Mzee pisi kali. <laughs> <laughs> <laughs> Amekuja hapa ameleta mfano. Nitakwambia mm. Kwa nini mfano amefika hapa tumemwalika, ndio wasanii wakubwa ambao ameweza kukubali mwaliko na kuja hapa, anajifunza kitu. Anasema bila kuwa nafasi hii, we unaenda kuigiza nini? Bila kuwa na waandishi unakuja kuigiza nini? Kwa hiyo yeye amekuja hapa kutazama waandishi wanavyosherehekea ya siku yao, lakini vile vile naye anajifunza vitu vyake. Oh, mimi nikushukuru sana, asante sana mzee pisi kali. Kwa nini unajiita mzee pisi kali? Ah, mimi najiita mzee wa pisi kali kwa sababu ya wimbo wa Diamond Platnumz mm ambao umetoka hivi karibuni na unabamba sana katika anga la muziki wa Bongo Flava. Hakuna sababu nyingine nyuma yake. Nakwambia, nitakwambia tulia twende polepole eh? <laughs> Yani, ule muziki nitafanyaje umeonyesha mtu ambaye ana maisha ya, ya, ya kawaida maisha ya chini, lakini anamiliki mtoto mzuri, yani mrembo. Umeona? Eh? Alafu yule mrembo sasa unajua inafikia wakati uh, anatamani maisha fulani hivi. Sisemi kwamba watu matajiri wanachukulia uh, watu wa hali ya chini ya wanawake zao ila ni mfano wa wanawake ambao wanatamani maisha fulani mm. sasa mimi katika ule wimbo nimecheza ni mtu mmoja tajiri nilikutana na yule msichana pisi kali pisi kali bila kujua kwamba anamilikiwa na nani mm -hmm. lakini mimi niliona kwamba huyu anastahili kufanyiwa shopping supermarket anastahili kupatiwa vacation. Yeah, ni vacation, ni vitu kama hivyo kwa hiyo kumbe alitoka katika maisha fulani alafu akaja katika maisha fulani ya tajiri mm -hmm. Sasa tuka pale namna ambavyo nimeweza kumwatendi mm -hmm. Yani ku, ku, ku, kumbeba yule mtoto mzuri eh, kwanza pale wakaanza kunita mzee wa piskali mm. na kweli piskali zinakuja DM no. <laughs> oh. <laughs> oh,